Kwa majina naitwa Elizabeth Richard Mtemi ni mkutubi wa maktaba ya wilaya ya Pangani. Hii ni maktaba ya jamii, tunaweza kusema public library, ambayo inahudumia watoto kuanzia kindergarten mpaka university. Kwa hiyo mtu anapoiona anaweza kuwa huru kuitumia, kwa sababu tunahudumia watoto kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari na vyuo vikuu na jamii nzima inayotuzunguka kutokana na hitaji la mtu atakalokuwa, na hitaji basi tunaweza kumhudumia. Na huduma zetu ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, tunatoa huduma kuanzia Jumatatu, kuanzia saa tatu kamili mpaka saa kumi. Kwa majina anaitwa Mwanahamisi Salehe Afsalimu, watu wazima, wilaya ya Pangani. Kwa hiyo kama idara tulihakikisha kwamba tunapambana kwa kushirikiana na mkurugenzi mtendaji kuitoa pale ilipokuwa kwenye jengo lile la zamani, kwa sababu kiuhalisia hata tukiangalia sera yetu ya elimu, elimu kwa wote, kwa maana hata makundi maalum. Lakini kwa wale ambao mshawai kufika pale, lile jengo lilikuwa halisapoti kabisa watu wenye mahitaji maalum kuweza kufana. Kwa hiyo ndio maana leo hii naona maktaba yetu kama ilivyo. Kwa hiyo rai yetu sisi kama idara ya elimu ni kuwaomba watumishi na jamii ya wanapangani kuweza kuja kujisomea, lakini wazazi pia kuwaleta watoto kwa kipindi hichi hasa cha likizo. Kuna material mingi kama yanavyoonekana hapa, lakini pia hata kwa wale watumishi ambao wanajiendeleza pana, ni hazina kubwa ya material.